E, na wakati wote Bwana ni mwema. Basi tuko hapa katika mtaa wa Bwiro mm, sehemu ambayo inaitwa na Bungona, kwenye zahanati yetu ambayo inaonekana hii zahanati ya Ihebo. Leo ni siku nyingine tena e, tunafanya ukarabati wa awamu ya kwanza na tumefanikiwa kwa asilimia zaidi ya tisini, tunapoona majengo yetu kama yanavyoonekana yanapendeza kwa muonekano wa rangi, lakini pia tumefanikiwa kuweka singboard kwa kila chumba lakini tumeweka miundombinu ya namna mbalimbali mbali katika majengo haya hasa katika eh, katika ukarabati wetu tumefanikiwa kukamilisha eh, ukarabati kwa asilimia tisini kwa kupaka rangi, lakini yako mapungufu ambayo, eh, tumeshindwa kuyafikia. Hii hmm, ni kwa sababu za kiuchumi. Pia hiyo sehemu inayoonekana ya wazi ile ni sehemu ambapo tutajenga sehemu ya alasich kwa ajili ya watoto ambapo tutakuwa tunaning'iniza kwa ajili ya kliniki hmm. Wakaguzi wetu ambao wametufikia katika siku ya leo e, wametushauri kwamba endapo tutakamilisha e, ujenzi wa sehemu hiyo, basi wana uwezekano wa kufungua kituo chetu ndani ya wiki inayokuja. Kwa hiyo tumeona mkono wa Bwana Amen. E, lakini pia tumeshangaa namna ambavyo wamekuwa positive kwetu kiuhalisia. E, ni niwaambie tu wa waumini wote pamoja na washiriki wote kwamba sadaka yao ambao waliitoa imefanya kazi kwa asilimia kubwa Amena. Basi niwahimize sasa, tunapokuwa tunakamilisha magoli yetu tukamilishe. Tumebakiwa asilimia ndogo mno. System ambazo zimebaki ni system ya maji kusambazwa katika majengo yetu, lakini kuna system ya umeme ambayo ina hitilafu inahitaji kurekebishwa. Lakini pia na ujenzi kwa ajili ya sehemu ya kupimia watoto eh, kwa ajili ya Alasich. Hayo ndio mapungufu pekee ambayo yameonekana katika ukaguzi wetu sehemu zingine zote zinaonekana zimefanya vizuri sana na wametupongeza kwa hatua tuliyoifikia. Amina. Kwa hiyo niwatie nguvu na niwaombe hasa tunapokuwa tunakamilisha magoli haya mm. Tujue ya kwamba sadaka zetu tunazozitoa zinaenda kufanya kazi kama inavyoonekana hapa, kazi ambayo inatukuzwa na Mungu, jina la Bwana linapewa sifa amina. Basi niwaombe tunapokuwa tunakamilisha magoli haya e, tumebakiza siku chache tu na ni shida tu ya kiuchumi, ingekuwa inawezekana tungemaliza kesho. tulikuwa nazungumza Jumatatu zahanati hii ilikuwa inafanya kazi kazi mm. Kwa hiyo basi, kutokana na ukosefu au changamoto ya kiuchumi, tunaishia hapa kwa awamu hii, lakini panapo majaliwa basi, kuanzia ikiwezekana Jumapili, Jumatatu na kuendelea, basi tutarudi tena pasta, kwa mara nyingine tutakuja kukamilisha ukarabati. Karibuni sana. Nimefurahi sana kuwepo na wewe Dr. Yondi, yeah. Yeah. lakini pia mwasibu wetu Elitabu, pia nimefurahi kuwepo hapa amina. Mungu awabariki sana Amen. Lakini sasa niwatie moyo, hakuna kazi ambayo inakosa changamoto hmm. Lakini jua ya kwamba changamoto inapotokea inakusogeza karibu zaidi na Mungu amina, msije mkakata tamaa. Kukata tamaa ni dhambi, kukata hmm. tamaa inaweza kapelekea uasi. Changamoto zipo nyingi, lakini siku zote nina kauli yangu moja, changamoto ikitokea changamoto ikisogeze karibu zaidi na Mungu na mjue Mungu zaidi. Amen. mliotenda ajatenda wadogo, umetenda jambo kubwa, lakini pia nafurahi, maana nimekutana na watu wakubwa <laughs> watu wakubwa wanajiona wadogo, lakini nawambia nweni watu wakubwa sana. Mungu awatangulie sana Amen. Amen. Karibuni Ihebo, karibuni Bwiro Amen. Kama tulivyopokea, msichoke hata mkiruta apokea zaidi ya tulivyopokea leo, na mimi nikwambie tu pasta, ya kwamba Eh, watu eh, ni waaminifu, magoli yale yatakamilishwa mm. na kama magoli haya yatakamilishwa ndani ya siku mbili, Jumatatu mm. pasta nitakuwa hapa Jumanne, naandika barua kwenda ofisi ya MDMO DMO, Jumatano tunafungua zahanati. Asante sana pasta, barikiwa sana jamani. Asante sana.